Na kamwe usimlazimishe unayempenda akujali na akuzingatie, sawa. Wewe mwache yeye mwenyewe kwa nafsi yake alione hilo, alafu aijue thamani yako. Sijui tunaelewana. Yaani, wewe kama unampenda sana mtu, wewe endelea kumwonyesha upendo wako kwa vitendo, sawa. Wala wewe usianze kumuuliza mbona mimi nakufanyia moja mbili tatu lakini wewe hunifanyii. Hapana, akifanya wakati huo itakuwa ni unafiki, ni vile tu kakuonea huruma. Alafu mapenzi siyo huruma. Mwache yeye mwenyewe aje azungumze na nafsi yake aione thamani yako sawe, alafu atambue una nafasi gani kwenye maisha yake. Na kama asipoliona hilo, basi ondoka taratibu, sawe.